ukaribishe katika kipindi chetu kipya cha michezo magazetini, na kama ni mara yako ya kwanza pia kupata video zetu, nikukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe, pamoja na alama ya kengele, na pia nikukumbushe kutoa maoni yako kwa njia ya comment chini ya video zetu ili uweze kuendelea kuwa moja kati ya wanafamilia wa chaneli hii ya Moshiro Online TV. Na moja kwa moja nikianza kuangazia katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti, habari kubwa ambayo imeweza kuwa uzito ikisema kwamba umekucha kocha Elmirik awataja Max Pakomezozo kwa habari nyingine ikisema kwamba yule Luis Mixon ndo huyu Brazili afurahia dakika zake tisini Ramo atakata Simba ikiua tano huko. Habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti ikisema kwamba hizi la Yanga saa moja ya Gamondi mastaa hoi Habari nyingine ikisema kwamba Mkandala aliye na vichapo Kagera. Waarabu waweka pauni milioni 215 kwa Mo Salah huko. Habari nyingine ambayo inattumishia ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanaspoti ikisema kwamba Anthony amemkuta, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 16 na 17 katika gazeti hili la Mwanaspoti. Na nikiangazia yani ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Mwanahabari, habari kubwa ambayo imeweza kwa uzito ikisema kwamba kocha wa Yanga awapiga stop Maxi Nzengeli Aziz Ki Jonas Mkude habari nyingine ikisema kwamba mchezaji wa Panama auawa au au kwa kupigwa risasi. habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwanahabari ikisema kwamba winga wa Manchester United atemwa timu ya taifa kisa sakata la mpenzi wake huko. habari nyingine ikisema kwamba Maxi Nzengeli ataibeba Yanga Africans kubeba ubingwa msimu huu, alifunguka mchezaji Fiston Maele ambaye ametimkia kule katika timu ya Pyramids ya kule nchini Misri huko. habari nyingine ikisema kwamba Simba atamba kuifunga Al Ahly kocha awekea mtego uwanja wa Mkapa habari ambayo itakuwa ikituhitimishia ukurasa huu wa mbele wa michezo katika gazeti hili la Mwanahabari. Na nikiangazia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo, habari kubwa ambayo imeweza kwa uzito katika ukurasa huu ikisema kwamba Taifa Stars kamili Algeria. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Gamondi apewa mechi ya kirafiki habari nyingine katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili ikisema kwamba Simba kuibua vipaji mashuleni. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Azamu atolea macho ubingwa bara, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 23 huko habari nyingine ambayo inatitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo ikisema kwamba muumini kuibuka Mwanza, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 21. Nikiangazia yani, ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Nipashe, habari kubwa ambayo imeweza kwa uzito ikisema kwamba Mixon aahidiwa ushindi simba Al-Ahali. Huko habari nyingine ikisema kwamba Gamondi afunguka kuisoma Elmerik, habari ambayo inatitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Nipashe. Na nikiangazia ukurasa huu wa michezo na burudani katika gazeti hili la Majira, habari kubwa ikisema kwamba Simba Al-Ahali kukata utepe kwa mkapa yuekuelo, karabati waendelea kwa kasi huko. Habari nyingine ikisema kwamba Simba yazindua program back to school huko. Habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo na burudani katika gazeti hili la Majira ikisema kwamba kusafiri na Yanga Rwanda laki na nusu. Na nikiangazia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Tanzania Yetu habari kubwa ambayo imeweza kupewa uzito ikisema kwamba rais alimbusu mchezaji wake afukuzwa kazi huko. Habari nyingine ikisema kwamba tizi la Simba kujiandaa kukipiga na Power Dynamos Ndola la Zambia kwa habari nyingine ikisema kwamba Chelsea Man United kubadilishana Jado Sancho, habari ambayo pia natitumishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Tanzania yetu. Nikiangazia ukurasa huu wa Sporti katika gazeti hili la Omachinga, habari kubwa ambayo imeza kwa uzito ikisema kwamba Azam FC kucheza na timu ya Kina Kolona Alex Song Jumamosi. Kwa habari nyingine ikisema kwamba mchezaji timu ya taifa ya Panama auawa kwa risasi, habari nyingine ambayo inatitimishia ukurasa huu wa Sporti katika gazeti hili la Omachinga ikisema kwamba Simba ya chapa Cosmopolitan goli tano kwa moja habari ambayo pia inatitimishia ukurasa huu na nikiangazia katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uelekeo. Habari kubwa ambayo imeweza kupa uzito ikisema kwamba pressure ya Robertinho yashuka. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Ihefu ampa thank you kocha Simkoko. Habari nyingine ikisema kwamba viongozi mashabiki yanga kutumia basi moja. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Geita atenga bilioni moja zaidi ya uwanja. Kwa habari nyingine ikisema kwamba Watara Simba aenda Uarabuni huku habari nyingine ambayo inatuhitimishia ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Uelekeo ikisema kwamba Brazil ya mtema nyota Manchester United, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 22 na, na nikiangazia katika ukurasa huu wa spoti katika gazeti hili la Jamvi la Habari, habari kubwa ambayo imeweza kwa uzito ikisema kwamba huyo Kramu ana balaa kweli huko, huku habari nyingine ikisema kwamba Azam FC kucheza na timu ya kina Kolo, huku habari nyingine ikisema kwamba Simba imempiga mtu mkono huko, habari nyingine ikihitimisha ikisema kwamba Ravani anataka show zake ziwe levo ya kimataifa habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 25 wa gazeti hili la sporti, habari ambayo inatuitimishia kipindi chetu cha michezo magazetini siku ya leo. Na nikukumbushe kuweka maoni yako chini ya video hii ili tuweze kufanya uboreshaji wa vipindi vyetu zaidi.